Mwanzo sura ya 46. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena, bila shaka na Yusuf ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyoyapeleka Farao ili kumchukua. Wakatwaa na wanyama wao na mali zao walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanaani, wakaja Misri, Yakobo na uzao wake wote pamoja naye, wanawe na wana wa wanawe pamoja naye, binti zake na binti za wanawe na uzao wake wote aliwaleta pamoja naye mpaka Misri. Haya ndiyo majina ya wana wa Israeli walioingia Misri, Yakobo na wanawe. Reuben mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Na wana wa Reuben, Hanoki na Palu na Hesron na Karmi na wana wa Simeoni, Yemueli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shauli mwana wa mwanamke Mkanaani. Na wana wa Lawi, Gershoni na Kohathi na Merali. Na wana wa Yuda, Eri na Onani na Shela na Peresi na Zera, lakini Eri na Onani walikufa katika nchi ya Kanaani. Na wana wa Peresi ni Hezroni na Hamuli. Na wana wa Isakari Tola na Puva na Yashuba na Shimroni. Na wana wa Zabuloni Seredi na Eloni na Yaleli. Hao ndio wana wa Lea aliyomzalia Yakobo katika Padan Aramu, na Dina binti yake nafsi zote za wanawe na binti zake walikuwa thelathini na watatu na wana wa Gadi Sefoni na Hagi na Shunu na Esbon na Eri na Arodi na Areli na wana wa Asheri Imna na Ishva na Ishvi na Beria na Sera umbu lao na wana wa Beria ni Heberi na Malkieli. Hao ndio wana wa Zilpa, ambaye Labani alimpa Lea binti yake, naye akamzalia Yakobo hao; nafsi kumi na sita. Wana wa Raheli mkewe Yakobo, Yusuf na Benyamini. Walizaliwa kwake Yusuf katika nchi ya Misri, Manase na Efraimu, aliyomzalia Asenati binti Potifera kuhani wa Oni. Na wana wa Benyamini Bela na Bekeri na Ashbeli na Gera na Naamani na, na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Ardi. Hao ndio wana wa Raheli aliyomzalia Yakobo, nafsi zote walikuwa kumi na wanne. Na wana wa Dani Hashimu, na wana wa Naftali Yasili na Guni na Yaseri na Shilemu. Hao ndio wana wa Bilha ambaye Laban alimpa Raheli binti yake naye akamzalia Yakobo; hao nafsi zote walikuwa saba. Nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri, waliotoka viunoni mwake, bila wake za wanawe Yakobo, nafsi zote walikuwa sitini na sita. Na wana wa Yusuf aliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi wawili. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo walioingia Misri walikuwa sabini. Yakobo akampeleka Yuda mbele yake kwa Yusuf ili amuongoze njia mpaka Gosheni. Wakaja mpaka nchi ya Gosheni. Yusuf akatandika gari lake akapanda kwenda kumlaki Israel babaye. Huko Gosheni akajionyesha kwake. Akamwangukia shingoni, akalia shingoni mwake kitambo kizima. Israeli akamwambia Yusuf, na nife sasa kwa kuwa nimekuona uso wako, ya kuwa ungali hai. Yusuf akawaambia ndugu zake na watu wa nyumbani mwa baba yake, nitapanda mimi nimpashe Farao habari, nitamwambia, ndugu zangu na watu wa nyumbani mwa baba yangu waliokuwa katika nchi ya Kanaani wamenijia, na watu hao ni wachungaji, maana wamekuwa watu wa kuchunga wanyama; nao wameleta kondoo zao na ng'ombe zao na yote walionayo. Itakuwa Farao atakapowaita na kuwauliza, kazi yenu ni nini? Semeni, watumwa wako tumekuwa wachunga wanyama tangu ujana wetu na hata leo, sisi na baba zetu, mpate kukaa katika nchi ya Gosheni. Maana kila mchunga wanyama ni chukizo kwa Wamisri.